Umri wote kuanzia hadi y watoto kabisa. Hii inaitwa itraconazole. Kama unavyoona, hii ni itraconazole na kama unavyoona hapa ina miligramu 100, lakini uwezo wake ni mkubwa kuliko zile zote. Yaani hii ina uwezo mkubwa kushinda hata ile yenye miligramu 200 ambapo boksi yake inakuwa namna hii Uh, lakini ziko za makampuni tofauti tofauti. Hapa nimeonyesha mfano tu uh -huh. Kama unavyoona hapo itraconazole miligramu mia moja ambapo sasa hii namna gani atatumia hii pamoja na uh, hii itraconazole miligramu mia mbili anatumia kidonge kimoja kimoja kila siku kwa kati ya siku saba hadi thelathini lakini pia hii Itraconazole hivyo so hivyo.